na Dean Emeritus, Dean mstaafu Michael Mlondakweli Kanju, na nikuombe sasa ufike hapa mbele tukimshangilia Dean mstaafu. Anapofika hapa, karibu, karibu, asante sana. Bwana asifiwe sana. Na yeye katika utumishi wake, kwa kweli hakutumika peke yake, ametumika pamoja na mama na mama yetu, ni muombe asimame pale alipo, ili wasegee pale wajiuge, na asante. Barikiwa sana. Basi mpe maiki baba Dean, ili aweze kusema neno kwa ufupi. Kuna ile siku yenyewe ya kustaafu itafika, siku ya kuagwa hapa lakini katika ibada hii kubwa tumkaribishe baba dini yaseme neno. Karibu baba. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Baskofu Daktari Msafiri Joseph Mbilu, mkuu wa dayosisi yetu ya Kaskazini Mashariki, Mheshimiwa Baskofu Daktari Isack Kisiri Laiser, mkuu wa dayosisi ya Magharibi Kati pale Tabora, Mheshimiwa katibu mkuu wetu Dayosisi Mwalimu Julius Maliga, Mheshimiwa viongozi wa ibada mlioko hapo mbele wa viongozi wetu Dayosisi, lakini pekee sana washirika wa kanisa kuu, na mshukuru Mungu kipekee sana kwa ajili ya siku hii ya leo, siku ambayo Mungu ametupa kwa neema yake; ni siku ambayo inakamilisha ile kanuni ya ioita Law of Life kwamba the first in the first out. Ndio maana yake, yani sisi tuliotangulia tutatangulia pia kutoka, ndio maana yake. Katika hii siku ya leo, napenda kushukuru sana baba askofu kwa kipindi ambacho tumeweza kutumika katika wa, ofisi hii ya kuwa msaidizi wako. Nimezungumza kwenye halmashauri kuu, nimezungumza katika mkutano mkuu, nimezungumza ibada ya kwanza, lakini moyo wangu umejaa shukrani kwako kwa, kwa kuniamini kuweza kufanya kazi hii ya kukusaidia ni imani kubwa. Ndugu zangu, kuwa msaidizi wa, wa askofu sio askofu na wala sio askofu msaidizi. Lazima hii misamiati uelewe. Ni ofisi ambayo inahitaji hekima ya Mungu, hasa kuweza kujua maono ya baba askofu, kujua maono ya baba askofu. Maanake mimi kazi yangu kubwa ilikuwa ni kutafsiri maono ya baba askofu, yale ambayo ameweka kwetu. Baba Askofu, ninakushukuru sana sana, na kwa hilo ambalo menipa halitaondoka katika moyo wangu. Taendelea kukupa ushirikiano, najua kuitwa kuitwa mstaafu ni kuhama tu katika ofisi, lakini kiapo chetu cha uchungaji mpaka kufa. Kwa hiyo nitaendelea kuwa mchungaji mwaminifu wa dayosisi hii na kutumika kwa uaminifu. Viongozi wangu walioko hapa mbele wakinituma kubatiza, kuhubiri, wakinipangia kazi kutunza mtaa fulani, niko tayari. Nataka niambie niko tayari sinipe usharika mnipe mtaa tu, mtaa, mtaa. niko niko tayari kuutunza, nionyeshe kwamba ninaweza kufanya kazi ya uchungaji mpaka kufa. Lakini nashukuru sana, ashukuru Katibu Mkuu na watumishi ambao tumetumika wote pale ofisini, watumishi wa ofisi kuu, lakini kipekee sana wakuu wa majimbo ambao tulikuwa tukifanya nao kazi. Ninawashukuru sana. Nashukuru shukrani zangu ni zaendea watu wengi, lakini washirika wa Kanisa Kuu, kwa jinsi ambavyo umetupa ushirikiano kwa muda wote ambao nimetumika. Nime, nime hapa nimejisikia kuwa sehemu ya ushirika huu. Mungu awabariki sana. Asubuhi nilisema pia namshukuru mtu muhimu sana, mke wangu. Huyu mama amenivumilia kwa mengi, na hata nikiwa mgonjwa amekuwa daktari wangu, na hata sasa anakukumbusha kwamba kini hujamaliza dawa la. Lakini kubwa kipindi nilipata shida macho amenisaidia hata hata kuandaa mahubiri, analisoma neno na mimi nikija hapa nafikiri ni mimi, kumbe ni mama, ameniambia sasa <laughs> kama. Ninakushukuru sana, nafikiri tukapopewa mtaa utaendelea kumsaidia tena. <laughs> Na kwa Baba Askofu, nipe mtaa hapo ninapoenda kuishi. Hapana, hapana, mtaa nitakwenda kuanzisha mtaa. Kwa hiyo mkuu wangu wa jimbo nitamwalika na mchungaji wangu ili tuweze kutumika katika mtaa ule wetu mpya. Lakini Baba Askofu, niseme tukushukuru kwa jinsi ambavyo umeandaa utaratibu wa kuaga wastaafu. staafu. Si wa, wastaafu. Huko nyuma nalizungumza hili ili mfahamu Baba Askofu, kati ya mambo makubwa aliyoyafanya. Nimezungumza kwenye mkutano mkuu mlionisikia, lakini niwakumbushe mambo makubwa kuhusu wastaafu. Kwa nyuma, tulikuwa tunapewa kamba. Ukistaafu unapewa kamba, tena wakati unajua hata ume kamba kamba hii ya ng'ombe. Sasa tukauliza, maana yake nini? Akasema ya ah hii tutakupa hela ya ng'ombe ambayo ni laki moja. Hii imetumika kwa miaka mingi zaidi ya 20, wachungaji wetu walipewa kamba. Na kitango, Baba Askofu ameingia katika ofisi ile. Wachungaji wengi wanatamani kustaafu kama mimi, kwa sababu ma mazingira ni mazuri sana ya kustaafu. <coughs> Nikawaambia kwa jinsi Baba Askofu alivyoandaa mazingira ya kustaafu. Ni hakika kwamba kila siku mpaka Bwana atakaponiita nitakula yai moja kwa mazingira lakini, mwisho sana niko naambia Baba Askofu sasa atanivumilia ni, niko shuleni najifunza sifa za wastaafu. Kwa mstaafu kuna sifa zake, wala wastaafu wengi wanafahamu, zipo nyingi tu, lakini moja tu niombe ambayo sikuipenda katika hizo sifa anazojifunza ni kulalamika. Wastaafu wanalalamika sana, hawaridhiki. Ukimpa yeye asemwa, sasa mbona umenipa hiki Ukimpa nyingi asema unataka kunyua, wataniibia, yani kulalamika tu. Sasa baba askofu, utuvumilie, utuvumilie sana. Yani ujue tukianza hayo, ujue oh, ni zile sifa. Na hapo wengi wanakusumbua, najua ni hizo sifa za kutoridhika. Ukiona wanalalamika lalamika huko, ni sifa za kutoridhika, mwavumilie, mwahurumie, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa. Baada ya kusema, baba askofu, kwa heshima niahidi mbele yako na mbele ya usharika huu kumpa ushirikiano rafiki yangu Dean mteule Tampa ushirikiano na nimeanza kumpa ushirikiano. Unajua, hata aliniuliza hivi, naanza na mguu upi? Nikamwambia, sasa ngoja nikuonyeshe. Nishanimuonyesha hata mguu wa kwanza, nao mkimwona anajiamini sana, ujue tayari wasifu. Asante sana, asante mama, asante kwa kuandaa mahubiri na asante baba dini, tunashukuru sana, ubarikiwe sana, asante sana alipotaja kupewa mtaa wengine akasema apewe mtaa kwa mwenda. <laughs> Na hii tutajipanga utapewa mtaa badili. Kwa kweli tunashukuru Bwana Yesu asifiwe. Jamani, inafurahisha watu wanapofikia mwisho wa wakati wao watumishi na kupokezana vizuri, mambo yakaenda hivyo, inafurahisha sana